Roho yangu ameniondoa dhambini, alifanye kuwa mzima, alifanye kuwa mzima. Sasa nimewekwa wakifu, nitaishi kwako wewe shuhuria ya wokovu waple na simama kwake Yesu ameponya roho yangu ameniondoa dhambi anifanye kuwa mzima anifanye kuwa mzima imewekwa wakifu nitaishi kwako wewe pahali kwa na shuhuri ya ya wokovu wamle na simama kwake Yesu ameponya roho yangu. Aa, bila shaka umeona jinsi nilivyofanya. Ukisikia sauti zangu zimeanza kubalance na nimeanza kutisha. Uh, hadi hapo kwa siku ya leo sina la ziada. Ni nikuombe, kama uja subscribe, subscribe katika hii chaneli, endelea kunifuatilia. Bado nitaendelea kutoa vipindi vingine kwa ajili ya kukuelekeza uh, vitu vingine zaidi kwa ajili ya kuinua huu mziki mpaka mziki ukawa mkubwa zaidi ya hapa uh, na vitu vingine vya kuongezea asante. Karibu sana, endelea kunifuatilia. Kama una maswali, una maoni, unaweza ukakomenti hapo. Pengine unahitaji plugin, comment hapo, nami nitaweza kuona namna ya kukusaidia ukawa nazo hizo plugin. Asante.